Ni Bugoma TV habari, habari. Ni waombe pia viongozi wote wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, wazee maarufu, machifu na wananchi wote na makundi yote kwa ujumla katika wilaya yetu ya Mpanda, tuibebe ajenda ya lishe kwa pamoja. Kwa pamoja tunaweza, ila tukisema tunaachana kwamba hii ni ajenda ya viongozi hatutafanikiwa. Hatuna sababu yoyote sisi kuambiwa wilaya Mpanda tuna udumavu asilimia thelathini na mbili wakati tunalima, tuna, tuna fuga tuna kila kitu. Kora yangu ni waombe wanajamii kwa pamoja tusimame kukataa kabisa udumavu katika wilaya yetu ya Mpanda. Mserai pia kwa wakurugenzi kuhakikisha miche tulionayo miche ya matunda na miti mingineo inapandwa kwa wakati. Nipe rai kwenu, ndugu viongozi na watendaji mlioko hapa, kuhakikisha shule zetu zote zinatoa chakula. Swala la chakula sio la majadiliano wala sio la hiari, ni lazima. Mtoto asipokula, huyu mzazi ana haki ya kushtakiwa, hata kwa ukatili, kumfanyia mtoto kitendo cha ukatili, ama mzazi mlezi kutotimiza wajibu wake wa kisheria kwa mtoto wake kwa maana ya malazi, chakula, mavazi ni jukumu la mzazi. Kwa hiyo ra yangu kwenu, kila mtendaji aliyeko hapa lazima ahakikishe shule zake zinatoa chakula, na utaratibu ufuatwe kwa namna ya utoaji wa chakula. Michango hiyo ya chakula ni lazima utaratibu uliowekwa ufuatwe. Tutakuwa na kamati ambayo itafanya kazi ya kuhakikisha uh, ule mnyororo wa mawasiliano wa utekelezaji wa mikakati na miongozo ya kupambana na lishe inafika mpaka kwa mwanajamii mmoja mmoja na kwa mwananchi mmoja mmoja katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa hiyo hiyo kamati ni lazima itimize hilo jukumu na ndio jukumu lake. Haitakuwa kamati ya kukaa ofisini, itajumuisha makundi yote, wataenda saiti watatembea kwa wananchi kwenye taasisi za serikali na maeneo mengine, kuona ni kwa namna gani ajenda hii inatekelezwa katika wilaya yetu ya Mpanda. Wakati mwingine, kuna miradi inatekelezwa kwenye halmashauri, kwenye kata, kwenye mitaa inatekelezwa, alafu mradi unakamilika, ndio tunakumbuka kwamba mradi huu hauna barabara mradi huu hauna maji mradi huu hauna umeme, aha, na mahitaji mengine. Sasa ni waombe watendaji, maafisa mipango kwamba tunapoweka mradi mahali, hebu tuwasiliane na mamlaka zingine zinazotoa huduma ambazo ni mamlaka ya TANESCO MUWASA, RUWASA na TARURA ili mradi huo ukikamilika uweze kutoa huduma kwa wakati. Kwa majina, naitwa Mwanaidi Mohamed Salim, ni afisa lishe wa manispaa ya Mpanda. Ka, katika tathmini tuliofanya kwenye viashiria vyote, kuna kiashiria kimojawapo ambapo uh, ni cha muhimu cha utoaji wa chakula shuleni. Utoaji wa chakula shuleni swala zima la watoto kupata chakula cha mchana wakiwa shuleni, hili swala, ina maana wanafunzi wakiwa wanapata chakula shuleni, kwanza wataongeza ufaulu, lakini utaongeza mahudhurio. Sababu hao wanafunzi ndio wazazi wa baadaye. Kwa hiyo, ina maana saa hizi wasipopata lishe bora, wasipopata chakula, wakiwa wanaruka ile milo, hawapati ile idadi ya milo inavyotakiwa, basi tunaendeleza kile kizazi cha udumavu kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo, wito wangu ni kwamba wazazi wa, wawe na waitikie wa, wa, wa, wa mm, wajitume katika kwa, kwa, kwa, kwa, kuchangia chakula shuleni ili watoto waweze kupata chakula angalau mlo mmoja kwa siku akiwa shuleni. Kuna kitu tulifanya ni kizuri, lakini naomba tukichanganue vizuri, huenda kinatusaidia, lakini naona kama kuna mapungufu mahali. Ukiangalia ile takwimu kubwa ya wagonjwa awa mia moja Magamba wamesema kumi na tano Misukumilo thelathini na mbili Semurwa lakini ishirini na mbili Ilembo. Awa wagonjwa wote utakuta walienda kutibiwa kwenye kituo cha afya Semurwa. Kwa hiyo ukienda Magamba ukiwaambia swala la ugonjwa wa kipindupindu yani wanaona kitu kama hakipo akipo kwa sababu mgonjwa yule aliposikia dalili pale akapelekwa Semulwa, na wamisunkumila kapelekwa Semulwa, na aliyetoka itenka kapelekwa Semulwa. Kwa kwa maana ile kuonja kuna ule mwitikio wa watu unakuwa sio mkubwa sana kwa kuchukua tahadhari. Mimi ningetoa ushauri hivi, ili tusitoe ule, ule, ule mgewanyo wakati fani tunapotoa wagonjwa kule, kuweka kituo mahali manaake tunaenda kusababisha pia eneo lile tunatoa ugonjwa eneo tunapeleka eneo lingine. Mimi nakiona hiki, kwa nini tusiwe na mbinu ya kuweka hizi kambi kwenye, kwenye tukio husika pale, tuka treat pale kuliko ku, ile, ile kusafirisha. Kwa nini tusifanye hivyo? Na, na tunapoweka kwenye tukio halisi hata wale wanaozunguka wataonja kwa sababu anaona yule mgonjwa wake anatoka jirani naye, kuna kitu anaonja uhalisia ile athari, kuliko kile tunachofanya kinasababisha watu wasionje ule uzito zaidi. Hii ni Bugoma TV habari